Tumefika Iringa usiku tukiwa tunatokea Mbarali na tukafanya uamuzi wa kulala Iringa ambao haukuwepo hapo awali, baada ya kwamba usiku kwa shiii ni kumfikisha mgombea urais Mheshimiwa Salum Mwalimu hotelini, wakati gari yake inatoka kwa ajili ya wasaidizi wake wengine kwenda kutafuta vyumba karibu na hoteli yake kabisa, gari yetu gari yake ikarushiwa kitu kinachosadikika kwamba ni jiwe, kuvunja kio cham kao sala hilo tumeshapolisi. Tunamshukuru, amefika mwenyewe kwenye eneo la tukio na watu wamefika eneo la tukio. Kwa hiyo tumeliacha jambo hilo kwenye mamlaka ya kipolisi sasa kwa ajili ya uchunguzi na hatua nyingine za ziada, lakini wasaidizi wa Mheshimiwa mgombea Urais katika eneo la tukio waliwakamata vijana wanne ambao waliwahisi, waliwahisi wanahusika. Kwa hiyo polisi watawahoji zaidi na kujua kama wanahusika ama la na wa kondibu, wata arifu, wata la na wakachukua hatua kwa mujibu wa taarifa watakazopata. Kwa hiyo kwa sasa tuseme kwa kifupi ni hayo tu.